Nimekuta barabara zimefurika na maji hapa. Kuna barabara mwenzangu nikamwona anavuka katika hii barabara hii. Bahati mbaya ile nimeenda tayari kwenye upande wa kushoto. Baada hapo wenzangu walikuwepo nyuma kwenye barabara hiyo mpya kubwa ya lami, wakawa wananisemesha kwamba bwana, uko na kuelekea sio sehemu sahihi, ila mimi sikuweza kuwasikia kwa sababu ile mngurumo wa maji yale. Kwa mimi nikajikuta ile maji yakawa yananivutia mkono wa kushoto, kumbe ndiko ambako iliko kwenye ile mitaro, na hatimaye naposema niende nikafunge breki, tayari yale maji yakawa yameshanizidi nguvu, na nilikuwa na abiria, huyo abiria alikuwa na mtoto mdogo. Umeona, ndo tayari yale maji yakawa yamenivutia kwenye kwenye, ile mitaro ya, ya upande wa kushoto hapo ndio ikawa tayari imenivugumiza moja kwa moja, mi nikaenda, nimeshikilia mkono mmoja, nimeshikilia pikipiki mkono mmoja, nilikuwa nimeshikilia yule mdada ambaye alikuwa ni abiria wangu ambaye alikuwa ana huyo mtoto mdogo. Ikawa imetukokota moja kwa moja mpaka kwenye ile daraja la hapo katikati la kuvukia kwenye nyumba ya katikati hapo, kwa ile pikipiki ikawa imeenda kwa chini, mi ile daraja ilikuwa limenizuia kifuani, kwa hapo ndo nikajua kwamba ile pikipiki nimeacha maeneo gani. Kwa hiyo nikajivuta kwenda upande wa, wa juu waliye daraja yule mama tayari akawa kuna vijana wenzetu bodaboda wenzetu wakawa amefika tayari kwenda kuja kumuokoa na kuwa amemwaisha hospitali. Abiria wangu labda mtoto tu ndo alikuta ameanza kunywa maji, ila wakawa amemwahi. Bodaboda wenzetu ndio majina, anaitwa Abdalah Issa Kibizo. Mimi kwa majina anaitwa Maria Patrick, ni mkazi wa hapa Kumba Masai. Kwa kweli hii hali inatuasiri sana kwa sababu yaani, maji yanaingia mpaka ndani. Wakati mwingine unakuta tunalala na maji vyoo, wenye nyumba za vyoo vya ndani unakuta vyoo vinatema ile choo kinaanza kuingia hadi sebreni. Kama mi ile nyumba ninayokaa yaani choo huwa kinatoka nili sehemu ya sehemu yake kinaingia sebreni. Kwa kweli tunaathirika sana kwa hali ya huku kutokea, ndio ah, kama hivi maji naona mijao ndani maji nyumba zote eh, zote. Kipi kimesababisha? Ah, kwa sababu ni ah, ni u mfereji ambao alikuwa likuwa mimi wa uchimba bwana, kidogo alikuwa ameurekebisha kwa sababu hakuwa wakuujengelea, kwa maji yanavyokuwa yanaingia yanavyoteremka anafika na sambaa, unapokuwa mijaa sana juu ya sambaa kama jinsi navyoonekana. Akama nijaribu kuangalia serikali kama kujua aakujuaasa katika kama hii miundombinu misingi kweza kuitanua na kuea. E, tulivyoamka hali ilikuwa kwa kweli si mbaya sana e, hali ndio maana tukatoka tukasema ngoja tuka, tukaabudu tuka, tuka, tuka, ilikuwa haijawa ngumu sana tulivyoiangalia hali, lakini baada ya mida fulani hivi ndo hali ikabadilika tumo kanisani mpaka dakika hii, mpaka njia sasa tunashindwa tupite wapi. Mimi kanisa liko hivi, nilikuwa nipite kule, lakini ndo hakueleweki kabisa, unaona. Kwa hiyo napita tu popote pale basi ni ogele ogele hivi hivi. E, kwa majina anaitwa George Pusi Masere, ni mwenyekiti wa mtaa wa Miemba, jirani sana na mtaa wa Kombo Masai. E, hii kazi ya rafiki kila mwaka huyu inatokea mvua zinapoanza kunyesha tu maji kwa wingi huwa yanatirika katika upande hizi zote mbili, lakini kwa eneo hili kama mnavyoliona, almost karibia nyumba mia zote zina maji.